Je, wajua na leo katika historia, nawaleteni mtu aliyevunja rekodi ya kuwa mrefu kuliko watu wote duniani. Huyu si mwingine, anaitwa Sultan Kosen aliyeshikilia rekodi hiyo ya kuwa na urefu kuliko watu wote ulimwenguni. Sultan Kosen amezaliwa tarehe kumi Desemba 1982 huko nchini Turkey, Ankara. Alipofikisha umri wa miaka kumi na saba alianza kukamata historia ya kuwa mtu mwenye miguu mirefu kuliko watu wote iliyokuwa na sentimita thelathini na sita nukta tano. Lakini mwaka elfu mbili na tisa Sultan Kosen alishikilia historia ya kuwa na urefu wa sentimita mia mbili arobaini na sita nukta tano ambao ni sawasawa na futi nane na inchi moja mwaka elfu mbili na kumi na moja ndo ulikuwa dhahiri kwa Sultan Kosen kukamata historia hiyo ambapo alifikisha urefu wa sentimita mia mbili hamsini na moja ambao ni sawa na futi nane na inchi mbili pointi nane huyo ndio Sultan Kosen. Sultan Kosen alianza kukua haraka haraka baada ya kufikisha miaka kumi kutokana na tatizo la pituitary gigantism ambao ilipelekea overproduction of pituitary hormone au tunaita kisans growth hormone.